Mwanadamu ameumbwa katika namna ya ajabu kiasi kwamba mwili wake una mkusanyiko wa vitu mbalimbali mbali vya ajabu ambavyo vinaendelea bila mwanadamu kujua. Yapo baadhi ya mambo ambayo yanaendelea katika mwili wako, lakini hata ukiambiwa inauwezekana usielewe kwa haraka lakini kwa sababu mimi nipo kwa ajili yako, nitakuelewesha mambo mbalimbali ya ajabu ambayo yapo katika mwili wako, lakini wewe haujui kama yapo. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media . Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni mambo mbalimbali ya mbali ajabu ambayo huendelea katika mwili wa mwanadamu bila mwanadamu kujua. Namba moja: kila mwanadamu huzaliwa akiwa na jicho la tatu, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Asilimia kubwa ya binadamu wanayajua macho mawili, kwa sababu ndiyo yanayoonekana katika ulimwengu wa damu na nyama, lakini unadhani ni kwa nini mtoto anapozaliwa akiwa bado mchanga, kuna vitu ambavyo anaweza kuviona ambavyo watu wazima hawawezi kuviona? Ni kwa sababu mtoto anapokuwa mdogo akiwa bado hajaanza kujiingiza katika matendo ya kidhambi, anakuwa ana uwezo wa kutumia macho yote matatu, yani macho mawili ambayo yanaweza kutazama katika ulimwengu wa damu na nyama, na jicho moja ambalo linaweza kutazama katika ulimwengu wa kiroho, yani jicho la tatu ambalo mara nyingi huwa lipo katika paji la uso wa mwanadamu, na ndio maana watoto wengi wanapokuja viumbe ambao hawawezi kuonekana kwa macho ya kawaida, watoto wanaweza kuwatazama viumbe hao. Hapo ndipo utamwona mtoto akitabasamu ikiwa kiumbe huyo ni mzuri, ama utamwona mtoto akilia ikiwa kiumbe huyo ni mbaya, ama mtoto anaweza akakwambia mama au baba, unaona kitu fulani, lakini wewe utakapojaribu kuangalia hautaona chochote, na hapo utadhani labda mtoto anazungumza kitu ambacho haelewi anazungumza nini. Lakini amini usiamini, mwanadamu huzaliwa akiwa na macho matatu, lakini kwa sababu ya matendo mbalimbali mbali ambayo tunaanza kuyafanya katika kipindi cha ukubwa wetu macho yetu huanza kujifunga, yani jicho la tatu huanza kujifunga. Pamoja na kuwa jicho lako la tatu linaweza kuwa limejifunga lakini yapo baadhi ya mambo ambayo unaweza ukayafanya na ukaweza kulifungua kwa awamu nyingine, ukaweza kuona vitu ambavyo vinaendelea katika ulimwengu wa kiroho, na somo hili nitalizungumzia katika video ijayo. Namba mbili. Pua zetu huwa zinakuwa fupi pindi tunapozungumza uongo. Inawezekana ukashangaa ukadhani labda nimekosea kuzungumza nachozungumza, ndicho nachomaanisha. Yaani, unapozungumza uongo, pua yako huwa inajifinya kwa ndani. Ukichunguza kwa makini, utagundua kabisa, pindi unapokuwa unazungumza kitu ambacho unajua kabisa hakina uhalisia ndani yake, kuna hali utaihisi katika pua yako. Kwa haraka haraka unaweza usione, lakini jaribu kuchunguza kwa umakini zaidi. Mwanadamu anapozungumza uongo, pua yake hupungua, lakini mwanadamu anapozungumza ukweli, pua yake huwa inaongezeka ukubwa. Na hili unaweza kulifanya wewe mwenyewe, siku unapozungumza uongo, ichunguze pua yako, na wakati unapozungumza ukweli, jaribu kujichunguza, utagundua pua yako inakuwa ni kama inaongezeka kwa sababu ni hali ya kisaikolojia ambayo imethibitishwa na tafiti mbalimbali mbali ambazo zimefanywa kwa miaka mingi sana. Na katika hili, kama wewe ni mchunguzi, utaweza kuwa unajiuliza, wapo baadhi ya watu ambao huwa unaona ni kama sura zao zinabadilika. Siku nyingine utaona ni kama pua zao ni kubwa, lakini siku nyingine utaona ni kama pua zao ni ndogo. Wanakuwa ni watu ambao wanaonekana katika sura za aina mbalimbali mbali, na unakuwa unajiuliza inakuwaje mtu huyu wakati mwingine huwa anaona kama sura yake imebadilika? Ni kwa sababu mwonekano wa sura pia unaweza ukabadilisha taswira nzima ya sura yako. Pua yako ikiwa kubwa, taswira nzima ya sura yako itabadilika, lakini pua yako ikiwa ndogo, taswira nzima ya sura yako itabadilika pia. Namba tatu, mwili wako ni hospitali ya asili ambayo inaweza kujitibia maradhi mbalimbali bila wewe mwenyewe kujua. Watu wengi wanaamini katika madawa ambayo yametengenezwa na mikono ya wanadamu, lakini siri ambayo asilimia kubwa ya wanadamu hawaijui ni kuwa Mwenyezi Mungu alipokuumba aliweka vitengo mbalimbali katika mwili wako. Kuna vitengo vya kiroho na kuna vitengo vya kimwili. Unapopata magonjwa, mwili wako unaweza kujitibia katika hali ambayo wakati mwingine hata wewe mwenyewe unaweza usijue. Kuna wakati unaweza ukapimwa ukakutwa una ugonjwa fulani, pengine ukawa hauna pesa ya kujitibia ugonjwa huo, ukaenda kuabize katika kutafuta pesa, lakini katika awamu nyingine utakapoenda kupima unakuta ugonjwa ule haupo tena. Wakati mwingine magonjwa ambayo tunaugua yanasababishwa na hormonal imbalance, yani homoni ambazo zipo katika mili yetu zinakuwa hazijabalansi, hivyo tunajikuta tunaingia katika maradhi fulani ambapo homoni zetu zinapokuja kukaa sawa, maradhi hayo yanapotea katika hali ambayo hatujafanya jitihada zozote, ni kwa sababu miili yetu ina nguvu za kujitibia yenyewe, na asilimia kubwa ya binadamu wanaoijua siri hii wanaweza kujiponya wao wenyewe kwa kutumia nguvu ambazo zipo katika miili yao. Namba nne, wapo binadamu ambao huzaliwa wakiwa na mikia. Unaweza ukashangaa na ukadhani nimekosea kuzungumza. Ndiyo ninachozungumza, ninamaanisha katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, baadhi ya binadamu wanapozaliwa huzaliwa wakiwa na mikia mifupi, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Hata tafiti mbalimbali mbali za kibaiolojia zinathibitisha kuwa mwanadamu alikuwa na mkia zamani, na hata ukijishika sehemu ya chini kabisa ya mgongo wako, sehemu ya juu kidogo makalio yalipoanzia, katikati ama sehemu ambapo inaishia spinal cord, utakuja kugundua kuwa kuna maumbile ambayo yanaonyesha ni kama kuna mkia ambao ulitaka kuota, alafu ukagairi. Kwa sababu hiyo, wapo baadhi ya watoto ambao wanapozaliwa wakiwa na mikia hiyo, huwa wanafanyiwa sajari kwa ajili ya kuiondoa mikia hiyo. Namba tano, kucha katika vidole vyako hutofautiana spidi ya kukua mkono mmoja na mkono mwingine. Kwa namna fulani ni kama inastaajabisha, lakini ni uhalisia uliopo, kutokana na matumizi ya mikono yetu kwenye shughuli mbalimbali. Kucha ambazo hupatikana katika upande wako wa mkono mmoja ukuaji wake hutofautiana na kucha ambazo zinapatikana katika upande mwingine wa mkono wako. Unaweza ukastajabu usiishie kustajabu na kukaa kimya, jaribu kufanya uchunguzi wewe mwenyewe, utabaini kucha zako zinaenenda katika ukuaji tofauti kwa mkono wako wa kushoto na mkono wako wa kulia. Namba sita, alama zako za mkononi, yani fingerprint zikiondolewa zinaweza kujitengeneza upya. Unapotazama katika vidole vyako unaona kuna mistari midogo midogo ambayo ipo katika maumbo tofauti tofauti, na mistari hii ni miongoni mwa vitu ambavyo huonesha utofauti kati ya binadamu mmoja na binadamu mwingine. Utambulisho wako upo katika mistari hii, na baadhi ya watu wanaweza kuitazama mistari hii wakaweza kujua hatima ya maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mistari hii ambayo ipo katika vidole vyako ni vitu vya ajabu ambavyo ukiviona kwa macho ya kawaida unaweza usielewe nguvu yake, lakini amini usiamini, mistari hii ambayo inaitwa fingerprint ni mistari ambayo hata ikitokea umepata ajali, labda umeungua vidole vyako, ndani ya muda mfupi sana itaanza kujitengeneza upya. Ni kwa sababu ni miongoni mwa sehemu katika mwili wako ambazo zimebeba utambulisho wako. Namba saba, asilimia kubwa ya watoto wanapozaliwa huzaliwa wakiwa na rangi katika miili yao ambazo haieleweki hutokana na nini. Kuna rangi mbalimbali mbali ambazo asilimia kubwa ya binadamu wanapozaliwa katika sehemu ya chini ya migongo yao huwa zinakuwepo, na tafiti mbalimbali zimekuwa zikionesha asilimia kubwa ya binadamu wanapozaliwa huzaliwa wakiwa na rangi ya bluu, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Rangi hizi huanza kupotea kadri umri wa mtoto unavyozidi kuwa mkubwa. Mara nyingi mtoto anapofikia miaka mitatu mpaka minne, rangi hizo hutoweka kabisa. Tafiti mbalimbali mbali zimejaribu kufanyika, lakini bado haijabainika ikiwa rangi hizo husababishwa na kitu gani. Namba nane unapokuwa kwenye ndege ama unapokuwa unaogelea, nywele zako huwa zinakuwa kwa spidi kuliko unapokuwa katika uso wa dunia. Tafiti mbalimbali mbali zimekuwa zikibaini mwanadamu anapokuwa katika eneo ambalo lina high atmosphere nywele zake zinaweza kukua kwa haraka na miongoni mwa maeneo yenye hai atmosfia ni ndege inapokuwa juu au mwanadamu anapokuwa kwenye kina cha maji. Tafiti zinabainisha kuwa mwanadamu anapokuwa katika maeneo hayo spidi ya ukuaji wake wa nywele huwa ni maradufu kuliko mwanadamu anapokuwa katika uso wa dunia. Namba 9 asilimia 25 ya mifupa katika mwili wako inapatikana katika miguu yako. Mwili wa mwanadamu una mkusanyiko wa mifupa mingi sana pamoja na mishipa. Tafiti mbalimbali za kibaiolojia zimekuwa zikifanywa na kubaini kuwa pamoja na kuwa mwanadamu ana idadi kubwa ya mifupa katika mwili wake, lakini asilimia kubwa ya mifupa, yaani asilimia 25 ya mifupa katika mwili wake inapatikana katika miguu yake, na sababu ni moja tu, ni kwa sababu miguu ni kiungo pekee ambacho umfanya mwanadamu awe imara katika shughuli zake za kila siku. Lakini pia katika sehemu hiyo ya miguu ya mwanadamu kuna mishipa zaidi ya mia moja, jambo ambalo hufanya sehemu hiyo kuwa maeneo yenye mishipa mingi zaidi kuliko maeneo mengine ya mwili wa mwanadamu, na ndiyo maana binadamu mbalimbali hujaribu kuimarisha zaidi mishipa pamoja na mifupa katika eneo hilo kwa kutembea bila viatu, kwani inaaminika hakuna kiungo chako kwenye mwili wako ambacho hakina mshipa ambao umeanzia katika miguu yako. Hivyo ni vema ukawa mtu ambaye unajipa mazoezi ya miguu zaidi, ikiwa ni pamoja na kutembea peku, kwa sababu kwa kufanya hivyo utakuwa mwanadamu mwenye uwiano sawia katika mwili wako kuliko wanadamu wengine. Namba kumi, mtoto anaweza kumeza na kupumua kwa wakati mmoja, wakati asilimia kubwa ya wanadamu hawawezi kumeza huku wakipumua. Hata mate, huwezi ukameza mate na ukavuta pumzi kwa wakati mmoja. Unabisha? Tumia sekunde tano kujaribu. Ninaamini umejaribu Umevuta pumzi na kumeza kwa pamoja, lakini imeshindikana. Ni lazima kitendo kimoja kifanyike kwanza, ndipo kije kifanyike kitendo kingine. Basi uwezo huu wanao watoto wadogo. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikibaini kuwa asilimia kubwa ya watoto ambao wapo chini ya miezi mitatu wanaweza kufanya vyote kwa wakati mmoja, yaani wao hawana uchaguzi wanaweza kumeza huku wakipumua, na ni uwezo ambao wa watoto wanao sisi watu wazima hatuna, kwani kadri umri unavyozidi kuongezeka uwezo huo huwa unazidi kupotea. Namba kumi na moja, mtoto ana idadi kubwa ya mifupa kuliko mtu mzima. Niko sahihi? Sijakosea? Ndiyo, mtoto mdogo ana idadi kubwa ya mifupa kuliko mtu mzima. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha watoto wana mifupa karibia mia tatu au zaidi ya mia tatu, lakini watu wazima wana mifupa mia mbili na sita pekee. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mtoto anapozaliwa viungo vingi vinakuwa na mifupa ambayo imegawanyika, yaani inakuwa imekatika katika, na ndio maana watoto wanaweza kuvizungusha viungo vyao katika namna ambayo wakubwa hawawezi. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kadri mwanadamu anavyozidi kuwa mtu mzima ndivyo mifupa yake ambayo ilikuwa midogo midogo huwa inazidi kujiunga na kuunda mfupa mmoja ambao unakuwa mkubwa. Kitendo hicho huwa kinapelekea idadi ya mifupa aliyokuwa nayo mwanadamu izidi kupungua kadri mwanadamu anavyozidi kuwa mtu mzima. Mimi kwa leo ninaomba nishie hapa, tukutane tena katika video ijayo. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana, zaidi sana. Asante, bye, tukutane tena katika somo lijalo.